wezi ni wengi, ni ni ni wengi. Ni wengi. Moja kwa moja, na walikuja pale wakaniambia vitambulisho viki hivi kwenda kusini kwetu kutulizia, wanatujua kwa hiyo na mimi nikawaamini. Walionesha hivyo vitambulisho nikawaamini moja kwa moja.

na sisi hatutoi pesa pasipo mtu kufika. Kwa kusema kweli, na kianzio chetu kama walivyosema, hapana, hatuna kianzio kikubwa kiasi. Maana kama tutakukata, tutakuomba wewe kianzio kustini. ni kama hatukusaidii kwenye laki mbili, sijui unaelewa. Kianzio cha kwetu sisi ni kushiriki, kama wao uliweza kuwasikiliza wale wamekupata kwako kwa ajili ya kushughulikia mkopo, na ukaweza kuwasikiliza, ndio kwenye hilo tunaweza tukakwambia pole, na usijaribu kumwamini mtu, kwani matapeli ni wengi hao, right. watu hawatokei wa kwenye ofisi yetu, sisi ni mteja ndiye anapaswa kuja ofisini, sio mtumishi kwa kupata nyumbani mbojanwaasante mganga. na ga sawa, nimekuja na jambo langu. Karibu jambo langu liko lele, mimi na mume wangu yule mume wangu, na baadhi ya vitu, nami nahisi ananifuatilia. Mami alikuwa kuna mpangaji wangu mmoja na mambo yetu. Anambia tena gari bovu alezi alezi kusukuma na gari bovu. Sasa so, ninataka yule mwanaume. Asisikie wala asione hata kama akiambiwa. Sawa? So, hata kama akiambiwa, hata kama akisema anifumanie hapo, asiongee chochote. Hayo tu mimi anisikize tena neno kutoka kwangu mimi. Yaani mimi kwake ni neno. Hilo <laughs> nimeisha kwangu. Eh, yaani kwangu, yaani nataka kama unapojua mganga. Yaani mimi ni yaani nyota yangu ipandishe juu ni wake. Wewe utajua wewe unichukua chukua mifusho baba. Sijui yaani chochote unataka kama ukisema kusema ni nichukua kono kono. Sawa. Chono kono yaani kono kono mzee, nikamtafute naenda baba. Sawa sawa. Ehe, ndio ndio shida yangu. Nataka aweje? Maana hapa kuna dawa aina hizi mbili mm. Kuna dawa mwendo wa kinyonga na kuna nyingine mwendo wa nyonga. Unataka dawa gani? Karibu mpenzi, hapa ndo geto geto kwako, jisikia huko nyumbani. Karibu, changamka basi wewe tu yani, uamua unataka nini, unataka kupika kufanya nini, kuwa huru na vipi? Mbona ah, mpendeza sana, ni mzuri sana kivaah, sema hapa ndani nini ito joto sana, ngetoa mtandio ngekuwa vizuri, mwenyewe na joto

ana oelewdawa ya, tandaani, ya. Uu, wani, kira, umu, Asapu, David, unieleweshe. Dawa ya kinyonga, na maana atakuwa na mwendo kama wa kinyonga. Hata uende mbali na nyumbani kwako, hata uende wapi, atabaki hapa kwa nyumbani. Dawa ya pili na maana atakuwa anatambaa mazingira ya ndani tu. Mm. Kimpiga kulia anaenda kushoto. Kimpiga kushoto anaenda kulia. Kwani hawezi kunipa zote? <laughs> awezi na mganga <laughs> maana mume wangu ana ndama <laughs> ndama mume wangu anachamba. Eh, bala. Sawa sawa.

Utachukua nguo ambayo umetumia unachanganya na hiyo dawa mm. Unafunga unaifuta kisha unaoka hapo, utakuwa umefanya kila kitu, na utakuwa unachotaka unapata kwa eh. Sasa <laughs> Mlinga, kwa sababu na malipo, unaweza kaenda ukishafanikiwa mambo yako, na kwa sasa unaweza kaata vitu vingi mm. Mana hapa nak nak nak? Na na na ikaje hivi. Weka hivi. Maana si mimi angeja kusema shoto. Maana madide na hiyo nayaogopaga. Weka tu hivi. Haya. Sigeuke kwenye nyuma. Sigeuke kwenye nyuma. Usiongee na mtu yote, paka upande shoto. Sawa, hamna shida. Karibu tena. Nataka hapa ni nikija ni tena wiki ijayo mganga. <laughs> Nataka nakwambiaje? Mimi mzoe mm -hmm. Nina vikundi kama vyote. Sasa nilikuwa nataka nani nibaruze. Naelewa. Mama wenyewe anataka nibaruze. Umefika. Eh. Hey. Karibu sana. Haya, basi hamna shida mganga. Sawa. Haya. mgangahaya